Naam, tunazungumza michezo kama ilivyo ada. Mimi naitwa Wasili Tambiko, lakini nyuma ya kamera director Runda ambaye anatoa picha ngavu. Tumemfuata Shabani Mpira Pesa kuja kuzungumza mengi ya kimichezo ambayo yamejiri katika mitandao ya kijamii na katika yanayotarajiwa kwenda kujiri. Ni taarifa ambayo Young Africans wameitoa kupitia peji za mitandao ya kijamii kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo itakuwa ifanyike tarehe nane mwezi wa tatu. Ilishindikana, bodi ya ligi waliahirisha. Tupo na Shabani Mpira Pesa

lakini si tunaamini kila kinachopangwa kila kinachofanyika au kinachotokea kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sio vizuri kila kitu ukifanyie kisasi. Watu wanasema ukiwa na visasi vingi, basi maisha yako hayawezi kuwa bora hata siku moja. Kwa hiyo wenzetu ndio wanakuwa na visasi, lakini siye Simba watu wastarabu, kitufanyia tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulilahi, baadaye tunamwachia yeye Allah na ndio anahukumu, na tunaona sasa hivi azabu wanazozipata kwa sababu eh, miaka ya nyuma walikuwa wanatamba, walikuwa na rais wao anaitwa Jamal Malinzi yule, eh, alifanya vitu vya ajabu sana, lakini walikuwa hawaongei lolote. Sasa sababu wana Simba tulikaa chini tukamuomba Mwenyezi Mungu wetu, basi tunaona sasa hivi wanaanza kutapatapa tu, maneno yamekuwa ya mengi, mara tucheji mara hivi mara sijui mkutano mara, mara, mara, mara naongelewa mengi, lakini si wana Simba tupo tu tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ambalo linatufika mbele yetu, basi kwetu alhamdulillah, Africans yeah. hivi karibuni waliandika barua katika mitandao ya kijamii wakisema hawana imani na bodi ya rigi. Uh, CEO Steven Mguto pamoja na mtendaji mkuu Almas Kasongo, baada ya kuandika barua ile TFF wakaipokea wakaripo, wakaripo, lakini juzi rais wa shirikisho la mpira wa, wa, wa miguu Tanzania TFF raskaria mmoja aliyojua na kituo cha redio akazungumza akasema huu ni utoto na ujinga ambao wanaufanya katika mpira wetu, kama vipi wakacheze sinema. Lakini jana stori zimeibuka Aji Sande Manara Bugatti alikuwa msemaji wa Young Africans, pia alikuwa msemaji wa Simba Sports Club, akiitisha mkutano press conference na waandishi wa habari akisema, Karia ameidhi haki Young Africans kwa kauli yake aliozungumza Eh, utoto kama vipi wacheze sinema, ni kitu ambacho Haji Manara ametoka hadharani na, na kumushisha kusema Karia, eh, ni mlevu wa madaraka kauli uliipata Shabani Mpira Pesa, na umemmsikia Haji Sande Manara Bugatti akisema me, kama yeye shabiki wa Young Africans ndio mwanachama Young Africans ameamua toke mbele hadharani kusema kauli hii kwa Rais Karia eh, kwanza ni mpongeze Rais Wales Kalia juzi hapa kateuliwa katika nafasi ngumu, nafasi mzuri. Ni ngumu kwa sababu unapokaa kwenye kamati tendaji ya kafu, ina maana wewe ndio unatengeneza mustakabali wa mpira wa Afrika, katika wanaochangia hoja na wewe humo. Kwanza nimpongeze, na kwa upande wangu niseme alistahili kuwa kwenye nafasi hiyo alistahili kwa sababu sio kwa sababu ya maneno wala ya vitu vingine. Amestahili kwa sababu amefanya mambo makubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Tumeona katika utawala wake timu zetu za taifa zinafanya vizuri. Tumeona katika utawala wake vijana wengi wamefanikiwa katika mpira Tanzania. Tumeona katika utawala wake vilabu vyetu vimetanua wigo na, na, na vimejulikana zaidi ya hapo. Lakini tumeona katika utawala wake Wallace Karia huyu huyuhuyu, katengeneza miundombinu ya kimichezo, katengeneza Kigamboni viwanja, ambavyo kuna vijana wetu kuanzia miaka kumi na ngapi mpaka ishirini, lakini katengeneza tena chuo kingine Tanga Yes na amefanya mambo mengi makubwa. Kwa hiyo, hata CAF wameliona hilo, kwa sababu hiyo pesa ambayo wale sikalia, ambayo sasa hivi anaifanyia hayo mambo, ilianza kutoka tokea huko nyuma. Lakini kuna watu hawajafanya hivyo vipi, sio kama viongozi wabaya, lakini kutekeleza ilani ambayo mlioiweka ni kitu kingine, na kupewa pesa ni, ni kitu kingine. Kwa mfano jana ilikuwa ni siku ya tunatimiza miaka minne toka tuondokewe na kamanda rais wa nchi John Pombe Magufuli, kiongozi bora, kiongozi shupavu. Alivyoingia madarakani alitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, akatufanyia mambo ambayo mpaka leo ukipita mtu unavimba kwa sababu katekeleza ilani, lakini kuna marais wengi walipita, kuna baadhi ya vitu hawakutekeleza. Kwa hiyo hata kwa waleskaia baba yangu, mimi namuita baba yangu kwa sababu ni mkubwa sana kwangu amefanya mambo makubwa sana katika nchi ya Tanzania. Lazima heshima yake iwepo, na sisi kama wadau wa mpira tumwekee heshima. Mimi natoa wazo, tumtengenezee sanamu pale TFF la laku, laku, kuwa kwamba tulikuwa na mtu jemedali na chupavu katika miaka yake ambayo ikaongoza. Lakini ukirudi katika hoja ya msingi <clears throat> sijajua wanailalamikia bodi ya ligi kwa matatizo gani, kwa sababu hmm kweli bodi ya ligi ina, ina vitu ambavyo vinafanyika na watu tunavyolalamikia kila siku, ambavyo tulilalamikia mambo ya uzamini wa mtu mmoja na timu kubwa afa la anazamini zaidi ya timu sita au saba. Tumelalamikia Simba na CEO wetu kabla hajaacha aja, Babla Gonzalez alilalamikia mambo ya uzamini mwenza. Kuna vitu vingi vidogo vidogo alilalamika ambavyo ni vya msingi na kweli hivyo vitu ukiangalia ndio vitu ambavyo vinarudisha ligi yetu nyuma, lakini wao wanalalamikia kitu ambacho hakina faida wala hakina msingi wala hakina mashiko katika mpira wetu wa Tanzania, faida wala hakina msingi na hakina mashiko katika mpira wetu wa Tanzania. Kwa sababu ukizungumzia mechi haijachezwa sababu gani? Sababu ipo ujue, hivi vilabu vina watu ambao wanafanya mambo ya ajabu sana ndio maana wale skaria jana akazungumza kwa jazba kubwa mno, kwa sababu ana vitu vingi sana, ana vikalia kimya kwa sababu ya musta, mu, mustakabali wa nchi yetu, pamoja na watu wengi wanapenda mpira. Unapozungumzia nchi ya Tanzania, ukitoa dini ya Waislamu na Wakristo, unakuja mpira wa Simba na Yanga, umekusanya lika ya watu wote wa, wa Simba na Yanga. Kwa hiyo ukienda kutoa maamuzi yasiyokuwa sahihi unaharibu na ukizungumza vitu ambavyo sio vitu sahihi unaharibu. Mechi ya Simba na Yanga imeahirishwa kwa sababu ya uhuni ambao umetumwa na watu kutoka Yanga. Huo ndio ukweli, hamna mtu asolijua hilo, sawa? Mechi si tunacheza na Yanga, hatucheze na Singida, hatucheze na Dodoma. Waliokuja uwanjani kuzuia timu yetu isifanye mazoezi ni wahuni kutoka Yanga, ni wahuni, wahuni kutoka Yanga, na tunaliongea kila siku na wanafahamika, wanafahamika wenyewe wanawajua, ndio maana tukasemaje tuka, tuka, ili wapate waliowatuma wahuni wale wale wahuni, kwa sababu wanafahamika, wakamatwe, halafu waliowatuma wahuni utawaona, tuna maana kwa sababu hivi vitendo havijaanza jana wala juzi, vimeanza muda mrefu, vinafanyika hivi vitendo, lakini watu wanavifumbia macho kwa sababu ya maslahi ya watu wachache. Baada ya kuzuiliwa timu yetu zaidi ya masaa matatu manne nje ya geti lisifanye mazoezi, kesho tuna mechi ngumu ya dabi, viongozi wetu kwa hekima na taazima wakasema, haiwezekani, tumefanyiwa vurugu na wauni, tumepiga simu sehemu zote sahihi, amna amna action yote iliyochukuliwa kuhusu hili swala, wahuni wamewazidi nguvu wanaosimamia mpira. Wahuni wamewazidi wame nguvu mpaka jeshi la polisi. Mi naweza nikasema, kwa sababu jeshi la polisi walikuwa na uwezo wa kuwatawanya wale wahuni, geti likafunguliwa timu yetu na kufanya mazoezi, lakini wahuni wamewazidi nguvu mpaka jeshi la polisi. Simba ilipata hofu, kama jeshi letu limezidiwa na wahuni hawa, leo tukienda tena kwenye mechi itakuwaje? Viongozi wetu wakakaa chini, wakatafakari, wakawaondoa watu wao wawa, ambao wawa, walienda kuzuia timu pale, wakasema bwana, nyi rudini nyumbani, lakini tutatoa kama viongozi wa klabu ya Simba tutatoa tamko letu. Usiku wa manane wametoa tamko, wamesema Simba hawachezi kwa sababu moja, mbili, tatu, nne. Ukitaka kujua sababu hizi, nenda kaisome barua ambayo Simba waliipeleka TFF. Kwa hiyo kwa mantiki ile Simba walishindwa kwenda kucheza mechi kwa sababu hiyo. Leo anatokea mtu ambaye aliwatuma wauni yao au au anasema yeye hajui kwa nini Simba akakataa kwenda kucheza mechi. Hiki kitu kinanipa masikitiko makubwa na kinatusikitisha kina Watanzania wote, kwa sababu walichokifanya wanakijua wao wenyewe. Timu yetu haikwenda kwenye mechi, lakini ukirudi kwenye sehemu ya bodi ya ligi, bodi ya ligi ndo anasimamia mpira. Baada ya kuona mwanawe ambaye ni Simba hakutendewa haki mwanawe. Timu zote ziko, ziko chini ya, ya, ya bodi ya ligi. Timu zote za ligi daraja la nne la, la pili la tatu la kwanza mpaka ligi kuu, baba yetu ni bodi wa ligi na TFF, bila wao sisi hakuna kitu. Walikaa chini wakatafakari barua ya Simba wakaiona ina, ina mashiko, wakagairisha mechi. saa 8 kasoro bodi ya ligi wametuma barua ya kuahirishwa mechi kwenye mechi ilikuwa inachezwa saa moja usiku kuripoti kulibidi ulipote saa kumi na moja lakini hawa oh, waliotuma wahuni tena wakawatuma wachezaji wao kwa, kwa sheria zao na taratibu zao za kiuni waende uwanjani waka, wa, waende wakafike waka, waka, waka, waka uwanjani wafanye omapo waone kama mechi ipo. Bodi ya ligi imekataza mechi saa nane kasoro saa kumi, saa kumi. Tena sio saa kumi na moja wameenda saa kumi wamepeleka timu na imeingia uwanjani wamefanya mazoezi timu ile imeenda pale uwanjani, hakuna refa, hakuna kamisaa, hakuna mechi kamishna, hakuna mtu yoyote zaidi ya wao wenyewe, pamoja na wauni wao wengine walowatuma kukamla ngoni. Haya ni masikitiko makubwa sana kwa klabu ambayo imezaliwa thelathini na tano inafanya vitu vya ovyo kama hivi. Kama, kama, kama, kama, kama, kama, kwanza watanzania lazima tusikitike katika hili. Wanafanya vitu vya ajabu ambavyo haviwezi kufanywa hata na mtoto ng'aa aliozaliwa leo. Sijui umeelewa vizuri? Kwa hiyo mechi imeahirishwa kwa sababu hizo na sababu za, za msingi. Leo baada ya kutuma wahuni wale na wakapeleka timu yao kihuni, wakapeleka basi kule Bunju kihuni, baadaye wanaandika barua ya, ya kihuni, wanapeleka bodi ya ligi, wanataka pointi tatu. Kweli huo sio uhuni? Wanafanya vitu vya ovyo vitu vya ovyo mno. Yaani, ukiambiwa kwa mtu mwenye akili timamu, unabaki unainamia chini, kwamba mkubwa imemvuka suruali, basi inabidi umuinue ipandisha juu ili umstiri. Ndo wenzetu wenzetu wanadhalilika kwenye hili, wanapata aibu kubwa, wanafanya vitu vya ovyo ambavyo hivyo vitu havijawahi kutokea. Sasa wenye mpira washasema mechi hakuna, kwa sababu moja mbili tatu nne tano, wameandika barua zaidi ya nane za malalamiko. Leo nasikia wanaenda kasi Sawa, wanapoenda ndo wanaenda kupotea mazima. Na nimwambie baba yangu Aliskaria, nichukue nafasi hii kumwambia na kumthibitishia yeye, ni kiongozi shupavu, yeye ni kiongozi imara katika mpira wa Tanzania, hatuna longolongo longo na yeye. Katika uongozi wake alipoongoza vitu vidogo vidogo kama hivi asiviongele, yeye awape watu wengine wazungumze. Heshima yake ni kubwa. Unapomzungumzia Wale Skaria leo, unamzungumzia mpira wa Sekafa, unamzungumzia mpira wa Tanzania. Wale Skaria ndio rais wa chama cha soka Tanzania TFF.